Tueleze kabisa matarajio yao ni yapi, wanasemaje. Lakini Crispin kama nipata kwa hivi sasa, tufahamishe tu kwamba uh, zoezi hili limeanzaje, kwamba idadi hiyo ya wale wapigaji kura wameanza kujitokeza kwa wingi ikiwa imefika mida ya saa nne na je, umekumbana na mmoja ya wale wawaniaji hadi kufikia sasa ambaye ashapiga kura yake au bado? Na Rashid, tayari uchaguzi umeanza katika stesheni ama kituo cha kupiga kura cha kaunti ya Kisii hapa, ikiwa ni mahakama ya juu uh, shughuli ya upigaji kura tayari uh, shughuli hiyo inaendelea. Unavyotizama hapa hapa, kuna mawakili ambao tayari wamekushapiga kura yao, kuna wengine ambao wanaendelea kumiminika katika uh, kituo hiki cha upigaji kura uh, ya mahakama ya juu uh, hapa Kisii. Ni naye pia afisa msimamizi wa shughuli hii wa IBC aweze kutuambia tu mpaka sasa hali iko vipi? Eh, mlifungua kituo O, o, hiki wakati gani na mpaka saa hii uh, tutarajie nini? Uh, jina langu ni Hilda Imbo, mimi ndio ninasimamia uchaguzi huu wa wanasheria katika kituo cha Kisii. Uh, tulifungua saa mbili asubuhi na mpaka sasa uh, uchaguzi unaendelea na hatuna tashwishi yoyote, kazi inaendelea vizuri mpaka saa hii. Ni kama watu uh, asilimia tisa wameshapiga kura na bado tunangojea, tunajua muda unaoelekea hapa mbele tuta, watakuwa wengi, kwa sababu uh, nafasi itapatikana wakati wa mlo, wengi wao wanatarajia kuja wakati huo. Uchaguzi utaendelea mpaka saa kumi na moja jioni, ndipo tutafunga, kisha tutaanza shughuli za kuhesabu na kutangaza matokeo ma, ya uchaguzi katika kituo hiki cha Kisii tukizungumza pia na mawakili, itabidi tuzungumza na baadhi ya mawakili ambao wako hapa uh, watueleze tu uh, siku hii ya leo bila shaka ni siku kubwa katika uh, wa, kwa, kwa wale ama mawakili kote nchini hii leo, tukitarajia zaidi ya mawakili 1020 kushiriki katika shughuli hii uh, unatarajia nini kuhusiana na uchaguzi wa mwaka uh, uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi wenye umepigiwa upato sana, sababu ni wa uchaguzi, tunachagua rais na kamati yake ka, yaani ile tunaita kanso na matarajio makuu ni kwamba kanso rais, na kanso yenye tutachagua leo itakuwa ile yenye itakuwa ya kuunda msingi ya mawakili na kusuluhisha yale mambo mawili matatu yenye yamekuwa yameenda murama kidogo katika uh, profession yetu ya mawakili. Uchaguzi ulianza vyema kutoka asubuhi na wanawakili wamekuwa kija mmoja mmoja, sababu ikiwa ni kwamba wengi wetu tuko na um, kesi kotini kwa, kwa mtandao na koti zingine, so mm, wa, tunatarajia kwamba kuelekea mchana wa siku ya leo uh, mawakili watakuja katika hiki kituo chetu cha Kisii High Court namba 15 kupiga kura kwa wale wagombeaji wanaowakusudia kuwa wataendeleza mambo ma ma ya mawakili katika miaka hii miwili. Asante, asante. Na kuna pia mawakili hapa wengine Rashid, nataka tu bila kusema labda yule ambaye una, umepigia kura wewe matarajio yako ni gani kuhusiana na uchaguzi huu? Kwa majina ni Hendra wakili na mimi pia ni agent hapa. Uh, tunatarajia kwamba turnout itakuwa mzuri na kila mtu kila wakili ambaye atatokea siku ya leo apigie mgombeaji wake ambaye anataka akuwe kwa kila chao ambacho kinafaa kwa kwa kanso vile inafaa yeah. Asante sana. Kwa yule ambaye atakuwa amefanikiwa kuchaguliwa siku hii ya leo, ungependa labda kuwe ashughulikie maswala kama gani wewe, kama sante sana bwana Crispin? Ah, mimi kibinafsi, kwanza tuko kotini tunaendelea na kot. Ningeomba kwamba yule ambaye atakuwa rais wetu aendelee mahali Faith ameachia, kama unaweza angalia rekodi ya Uh, former president unaona, iko huko juu. Sasa tunaomba kwamba mwenye atakuja kuna hii uh, chama kinaitwa nat Unaona vile mkubwa wao anawatetea mm. Tunaomba kwamba rais wetu mwenye atakuingia hapo atakuwa anasimama nasi, atasimama na wananchi pia, alafu asiwe mtu wa kuyumbishwa. Kwa hivyo ninaona mawakili, ninaona wanakuja kupiga kura, hata mimi mwenyewe nimekuja, nimepiga kura ingawa niko kutini. Naomba pia wao watapigia mtu ambaye atatutetea sisi na mtu ambaye hawezi tishwa na hii serikali ya wanta. Asante sana. Na mlivosikia hapo Rashid, ni mawakili wakizungumza katika kituo hiki cha kupigia ku cha nambari 15 kaunti na uh, ya Kisii wakisema kwamba yule ambaye atakayechaguliwa kama rais uh, kuwe ni mtu ambaye atakuwa akitetea haki eh, za kibinadamu ama haki za mawakili hawa na vile vile eh, haki za Wakenya kwani hiyo oh, ndio madhumuni ya LSK humu nchini. Itakumbukwa, itakumbukwa kwamba Rashid. Ni siku ambapo wengi wanatarajia ni nani kati ya Charles Kanjama, Peter Wanyama na vilevile e, Mwaura Kabata, nani ambaye ataibuka mshindi e, pindi tu kura zitakapokuwa zimehesabiwa na atakaye atangazwa kama rais mpya wa LSK. Kwa hivyo tutazidi kupiga darubini hapa, tutakuwa tunaungana nanyi tena hapo baadaye kuwajuza tu kile ambacho kitakuwa kinajiri katika kituo hiki cha nambari 15 cha mahakama ya juu a, ya kaunti ya Kisii. Na shukrani sana, Crispin Otieno. Mtazamaji ameweza kutueleza kutueleza